Ile nayo ni mali ya Mungu haleluya. Amen. Kama maji nakosekana, unaenda unaenda wapi kufanya nini? Ehe, ile igem unaleta ni nini, si ni mali ile inchi na kujaa kwake, le resource, asili mali zote za dunia wanaposema asili mali, hawasemi pesa, wanasema resource. Mfaransa wanasema mzuri ni resource. Resource ni kila kitu chochote chenye unaweza kutumia kinakufalia au unapata hata pesa Si maziwa iko hapa. Kwenye natokaka ile inashaponda ponda. Imeshapanda valeri. Lakini kwenye anaichumbulaka ule mwenye ile shamba iko na resource. Ile ndiye anatoka pale. Ni nani? Ile ni resource. Hii maji munaona ni resource. Wakati maji na katika hapa tunatofaa kwetu tunababaika. Sivile? Iko resource. Mudongo kwenye tunakanyaga hapo ni nini? Ni resource. Hii majani mnaona yote ni nini? Iko resource ni mali ya Bwana. Na ile ndio ujue au yajua valere yake jiko tu na valere. Wakati matopi na kuingilia sio nafunguza kwa mayani ya watu. Kisha wakukwambia sasa, ah, mayani usinigusi. Mungu njoo aniliuma njoo anauza kunigusa. Utaenda wapi? <laughs> Wa, kutoka na kwambia usinikanyange. Hizo na katala Mungu na jako, mimi na wewe tuko viumbe vya Mungu. Sasa tunaita kanyange, usikanyange. Hebu nakwambia, e na usinivuti. Sababu hakuniumba. Utaenda kwa Mungu <laughs> dunia na jote hapa sio ni, ni mali nani? Dunia na wote wanaokaa ndani. Sisi wote hakuna kitu ambacho tunaweza sema hiki kitu ni changu. Hakuna. Mara nyingi watu unasema, ah nyumba yangu. Mwingine aseme gari yangu. Mwingine aseme taele nguo sana. Eh, akili yangu mimi niko na ubongo mzuri sana. Mimi niko tres intelligent. Nani maana kwa taele intelligence? Akipenda unaweza kigeuka sawa nini? Sawa nyama wa pori. Kuna kisa kimoja ambacho nilikuwa nasoma nilikuwa hapa cha mfalme Nebukadneza. Sura ya 4, Daniel sura ya 4 inazungumza juu ya Nebukadneza, ndoto ya pili ya Nebukadneza. Ya kwanza ni sanamu, ya pili aliota mti mrefu sana ambao unaelea dunia mzima, matawi yake, ndege zinakulia ndani, watu wanaigama ndani kivuli, na kumbe ule mti al, alikuwa ni nani? Ni Nebukadneza mwenyewe. Lakini akapata kiburi. Alipopata kiburi aliota ndoto ya kusema Ewe wana ile mti ya mrefu yenyewe watu walikuwa ilikuwa ilisha watu wa dunia nzima na wandege wote

haijakuwa ya sababu hii mti ni wewe mwenyewe, ulishakomaa kudunia, watu wote namna gani wanapata chakula kupitia kwako, katika nchi yako unamiliki vizuri, lakini sababu ya kiburi utakatiwa, utanyanganywa. Sawa vile mnyama utaingia pori. Miaka ngapi? Miaka saba, utakula majani kama nini, kama mnyama, kama mnyama. Mtu ambaye alikuwa mfalme hana wake tena, chawa zinampanda anakuwa na anakula mayani sawa nyama, haidai tena, hajui tena kama mwanamke anakuaka, hajui kama dushe zinakuaka, anakuwa saa ng'ombe miaka ngapi? Sama. Mungu ambaye anaweza kufanya hivyo anaweza kuvifanyizia kila mtu ambaye anasema hii hey, kitu ni cha hey, kitu ni cha. Unajua zambe ambaye ndio kanisa amefanya, alikuwa me, amejenga mji akasema Njo hii Babeli mkuu, mji ambao nimeujenga kwa nguvu zangu na akili yangu, kale kale ndo tukamoja <laughs> kwa nguvu zangu na akili. Wewe una nini? We unaona kitu we peke, ni mali ya nani? ya Bwana. Urefu wako, urembo wako, ujuzi wako, chakula nakula, yote ni Mungu. Akisema e wana mimi nakuima hivyo yako vinafanya gani? yako vinaisha sasa. Tunajivunia nini hapa duniani? sisi hatuna kitu, yote ni mali ya nani? ya Bwana. Yote ni mali ya Bwana, hatuna kitu ya kujivunia, yote ni ya Bwana. Kuna mtu mmoja ambaye alipinga, alikuwa akizungumza na wengine, huenda alishamwambia hadithi. Haiko ta hadithi ni jambo ambalo lipitika tu. Mtu anapinga na wengine, ilikuwa ni kuterme creation, kuko kreye, kuko na na fabrique, tuseme vile eh, kutengeneza. Si vile kuumba na kutengeneza, iko deuxieme different ya wapi? Ee, jua kawambi kreye ni terme ambayo haiweze kusemekwa kwa mwanadamu. Hakuna mwanadamu mwenye anaweza kreye kuumba, hakuna mwanadamu mwenye alishaumba na hakuna mwenye ataumba. Lakini wanadamu wana uwezo wa kufanya nini? Wa kufabrike. Kufabrike ni kukamata, ni kufanya, kutengeneza kufa, kufa, kitu kuanzia kule surse zenye Mungu alifanya nini? Aliumba. Ukienda pale chini, kuko barage yenye inazaa hii hii kurai, ile kitu tunatumia, sivile

Mwenda kati ikura tena. Ikura iko sababu ruzizi iko. Ruzizi ya nani? Na kwa hali transfer ya ruzizi pite pa. Siri Mungu. Sasa ule mtu akasema ewe ana je peux fabriquer. Mimi naweza kupitwa mimi naweza créer. Uta créer nini? Nita créer tofali. Ah sawa. Tofali alama gani? Na tofali ya kuunguziwa. Sawa, wewe ndio ukiree tofali. Ukiikree, tutapatia mali yetu yote. Bwana alienda na wakamfuata kunyanda pita. Baone kisa ta créer. Lakini ndipo nilipotaka Mungu alipoumba alikuwa anatumia nini? Udongo. Alikuwa anasema kuwe nuru. Nuru ika. Haiko vile. Lakini <laughs> yeye walichuka waone kama naye atasema ewe ana tofali toka. Ingetoka wapi? Kama ni mwanga, kama sijui. Waka mtunga waone jinsi na atagree. Ule mtu alienda akakamata udongo ya watu, aseme hii daire haiwezi kutoka ndani tofali ya mzuri. Anaweza kutoka tena ingine.

Haikupita ha, demi nipe, aligundua kwamba kumbe yeye hana kitu, hana kitu, hawezi kukreye isipokuwa kufabrike. Unapofabrike huko natenge huko natumia mali ya nani? Ya Mungu. Nani anakupatia unafabrike? Unauzisha, unafabrike matofali, mudongo ya Mungu, unauzisha, kisha na Mungu zaka na sadaka, unasahau kusaidia maskini, na japo hiyo mali yote ni ya nani? Maji ambayo umetumia ni ya Mungu, udongo ni ya nani? kila kitu unatumia chote ni cha Mungu, na nguvu zote unatumia ni Mungu ndiye anakupatia. Akisema akivutia katika pumzi, unabakia na wewe uko mudongo. Kisha nini utajivunia wewe ni mtu wa Mungu? Hakuna, hakuna. Ndugu na wadada, tunapoendelea kidogo suri, tumalize, ninawakaribisha katika juma la kugundua mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Hii ni juma la kugundua mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Ndugu mpenzi, ukikuja katika jumba hili la maombi utagundua mapenzi ya Mungu kwa wanadamu ambao ni viumbe vyake. Kama vile mkulima anayeanzisha shamba, kama vile mfugaji anayeweka mifugo au mfanyabiashara anayeanzisha kampuni au butike yake, wote hufanya hivyo kwa sababu maalum. Wanakuwa na lengo, wote wana lengo na shabaha ya kufikia wanapanga na kufanya kila iwezekanalo ili kutimiza lengo la uumbaji. Um, la, la wao tuseme, kama unapokeree butike nywenji unaiumba. Lakini je, ile butike utaiacha? Tutaendelea kuitrete vizuri kusudi ikuzalie matunda. Mungu naye aliumba vitu vyote duniani, na kwa kila kitu anategemea matunda kutoka kwa kila kitu. Haleluya! Mwanadamu ambaye aliumbwa wa mwisho aliumbwa kusudi ya kuwe jera. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, watawale. Watawale nini? Ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kitu chochote kinachokuwa duniani chote, wakitawale, yaani zile rasilimali au zile resources zote wazitawale. Mtu aliumbwa kwa mpango, mtu akuumbwa tu hivi mbele Mungu, mtu ajione iko alikuwa amepewa kazi. Kazi gani? Ya kuwa gerant ya kuwa intendant. Tusome katika Wakorinto sura yake ya nne mstari wa kwanza na tusikie, akuwe wa pili, tusikie mtu aliumbwa akuwe nini? Wa kwanza, sura ya nne mstari wa kwanza na wa pili, Korinto wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza na wa pili. Nasemaje? Mtu atuhesabu sisi hivi kama watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Mtu atuhesabu hivi kama sisi ni wa nani? Ni watumishi wa Kristo. Sisi tuko watumishi wa Kristo, tumeumbwa ili tuwe watumishi wa Kristo na pia tuwe nini? Na mawakili wa siri za Mungu. Tuko mawakili, tuko wajera, tuko walinzi wa siri za nani? Za Mungu, ile ndio mm. iliacha tumeumbiwa. Mstari wa pili. Ndio tena inahitajiwa Mm. Katika mawakili ya kwamba mm. waonekane kuwa ni waaminifu amen. Kitu kinachohitajika kwa kila mwakili, kila mtu ni mwakili wa Mungu, yafaa ya, ya awe mwaminifu ya, yaani aishi sawasawa na mapenzi ya nani ya Mungu, atimize kile ambacho Mungu anapenda atimize. Yaani mtu anakufanya kuaera, ulinde antrepo yake, anapatia ordonance, utakunafanya hivi sarere yako, ndi na njoo basi, vingine vyote takuna chunga, unafanya hivi kuna kingine ambacho utafanya cha ziada, si ni vile tu? Je, ile entrepot ile mali inakuwa ni yako? Je, utaanza uuzisha na nyumba na nini yote na vitu na unajiendea yako? Haiwezekani. na njoo vile Mungu naye aliumba mtu kusudi ajere vitu ambavyo alikuwa ameumba, alimpatia directive ambazo zinapatikana ndani ya dini ya Biblia, yafuatwe twende kufuatana na regrema za Biblia, sawa sawa na jinsi Mungu amesema tufanye. kama ni moja ya kwa anakuomba endizieni, usilete usiwete kombe usiwete z d uletituileambao umeumbwa. Yaani, tumeumbwa ili tuwe tu mawakili wa Mungu. Eh, wakili wa Kikristo ni nini na inahusiana na nini? Wakili wa Kikristo ni nini na inahusiana na nini? Inahusiana na vile vitu ambavyo tunafundisha katika Uh, katika uwakili. Uwakili ni uongozi au usimamizi au utawala wa kitu fulani. Unaposimamia kitu fulani chenye chenyekiko chako pale, huko mwakili. Kila mtu ajiulize ni kitu gani ambacho mimi nasimamia ambacho ni cha Mungu. Nataka uweze kuniambia kitu cha kwanza ambacho tunasimamia ambacho ni cha Mungu, cha kwanza kabisa, chenye hakiwezi kuwa cha pili, ndio cha kwanza, ndio papa ndiyo papa mwili wetu. Wetu. Wetu, kitu cha kwanza ambacho ni mali ya Mungu kenye unapaswa kulinda ni mwili wako, yaani temperance. Mafundisho yanajaa katika Biblia yanayohusu mwili, mwili yetu, kama nikaoa Roho Mtakatifu, usifanye hiki, usikule hiki, usikunywe hiki. Ile jeranza ya kwanza ni mwili, mwili wako. Jambo la pili, jambo la pili Wakati wetu mali inakuwa ya mwisho. Mali ni ya nani? Kwanza ni mwili wako, ya pili ni wakati. Mniambie, wakati ambao Mungu ametunyang'anya kabisa katika juma ambao hatuwezi kuushanje, ukiushanje unafanya dhambi, ni wakati gani? Kuna nyakati nyingi ambazo Mungu anatuomba. Tunapashwa kutenga muda wa kuomba magharibi na asubuhi katika nyumba zetu. Tunapashwa kutoa muda wa kusoma Biblia. Ile muda tunaitoa kwa Mungu sababu tunahusiana na Mungu wetu. Sivile? vile? Tunakuwa na wakati wa kwenda kuzuru wengine. Tuko na wakati wa kuja mkanisa dimanche, mardi na jeudi na vendredi soir. Si vile? Mm-hmm. Lakini kuko siku special ambayo ni 24 sur 24 ambayo kabisa ni mali ya Mungu na ni amri, ni siku ya nini? Ya yes, Sabato. Yes, Sabato. Yes. Yes, unatunga Sabato? Uko jera wa ile Sabato. Na namna gani na jera Sabato ya watu? Je, yes, unaijera sana Biblia? Hiyo ni swala ambayo unapashwa kujiuliza. Jambo lingine ambalo tunapashwa kujerehi, wanatuambia uwakili. Uwakili unamaanisha ma, maelekezo au utunzaji wa kitu fulani, ndio maelekezo au utunzaji wa kitu fulani. Uwakili ni thamani ya kimaadili inayohusisha inayo upangaji na usimamizi wa kuwajibika wa rasilimali basi ni mali ndio ile resource au le bien ni kitu. Ile resource ni kitu ambacho kinaonekana kama haiko pesa, nakumbe ni nini? Nakumbe ni pesa. Ile kitu yoyote yafaa tuijere vizuri kwa ajili ya Mungu ambaye ametutolewa. Uwakili ni usimamizi wa uangalifu na kuwajibika katika kitu ambacho Mungu ametupa. Mali zetu zinazoonekana na zisizoonekana, kuna mali zinazoonekana na zisizoonekana zile zote tunazijere, lakini tuzijere kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kama vile wa Korinto kumi makumbi na tano inasema, mtu mmoja, tusomee wa Korinto kumi makumbi na tano siki, nasema nini? Korinto wa kwanza sura ya kumi mstari makumi mbili na tano inasema mm. kila kitu kilichouzwa katika soko, ah ah, soma 30 na Kumi thelathini na moja. Inasema mm. basi kama mkikula mm -hmm. au mkikunywa, au mkikunywa, au mkifanywa, ane, au mkifanya neno gani mm. fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amen. Fanyeni yote kwa utukufu wa nane mm. wa Mungu. Amen. Wanatuambia uwakili mkiingereza inaitwa stewardship, na stewardship ship inatokana na neno la Kiyunani ambayo lilikuwa inasema steward au wakili au stig, au weed. Na hii ilitafuta kusema kwamba mwakili ni mtu ambaye alikuwa anachunga nyumba na vitu viko ndani vyote, ikisonga mlugha zingine, au jera wanakupatia nyumba na vyote viko ndani uvijere, lakini ni nyumba iko yako, ni parcele si yako, ni mali yenye iko ndani si yako, we tuko jera uichungi. Ndio kwenye hiyo neno imetokea hasa, na sisi nyumba ambayo Mungu ametutia ndani ni nyumba gani? Dunia mzima ni nyumba ambayo Mungu ametuweka alipoomba. Adamu na Eva aliwatia kwenye dunia hii, akawaambia watawale kila kila kila kitu kitu akitawale kwa hiyo sasa, hakuna kitu ambacho ni cha mwanadamu kinakuwa chetu, sababu Mungu ametupatia anatukubalia, tukule, tuvae, tusome, tufanye nini, lakini kile ambacho anasema tukifanye chiwe cha kazi yake, sihangaike yafaa tutimize mambo kama na hayo kwa sababu mahala ambayo tunatosha haiko hazina yetu ni hazina ya nani ya Mungu asili ya akiba asili ya kibiblia ya uwakili wa Kikristo asili ya kibiblia ya uwasili wa Kikristo tusomee kutoka makumi mbili mstari wa kumi na moja kutoka makumi mbili mstari wa kumi na moja kutoka makumi mbili mstari wa abm na Mwanzo moja, moja makumi na sita njo asili origine ya uwakili, ndio inasema mm, hivi dio. Kutoka makumi mbili mstari wa makumi mbili na moja mm. watu wakasimama mbali mm -hmm. Musa akakaribia giza nzito pahali Mungu alipokuwa Bwana Mungu... Kutoka makumi mbili mstari wa kumi na moja unasema hivi: maana siku sita Bwana akafanya mbingu na nchi, mm -hmm. bahari na vyote vilivyomo ndani yake mm -hmm. akapumzika siku ya saba, akapumzika siku ya saba. Kwa hivyo Bwana akabariki siku ya sabato na kuitakasa amen. Siku ya saba ni mali ya nani? mm -hmm. mm -hmm. mali ya Bwana na sisi tunaitwa kuitakasa, sawa vile mwenyewe alitakasa na kaibariki. Lakini alipumzika akishaumba vitu vyo vitu vyote alivyomaliza kuviumba. Sasa alisema nini? Mwanzo sura ya kwanza makumi na sita, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa makumi mbili na sita. Hmm. Inasema Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu. mm -hmm. Mwenye sura yetu, mwenye sura yetu, na watawale juu ya samaki za bahari mm, na juu ya ndege za hewa mm, na juu ya ngombe, mm -hmm, ngombe na juu ya nchi nzima atawale. Juu ya nini? Juu ya ngombe na juu ya nchi nzima. Ile ndio mimi napenda nchi nzima, na ngombe ziko ndani deja, si vile ndio? uh -huh. Juu ya kila mtambaazi anayetambaa juu ya nchi ndio. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe kwa mfano wake mwenyewe kwa mfano wake mwenyewe kwa mfano wa Mungu akamuumba, mume na mke akawaumba. Haleluya, amen. Hapa mm. kwenye tuko tuko watu wawili, tuko nani na nani? Tuko mwanaume na nini, mwanamke. Wafie na wagarisumu, usione mubaya sirtu. Wafie unapoambia mfiani mwanamke mwana mwana, atakuuliza sema ejulifanya mwana mwanamke, si vile lakini magarso hawa hawakupai kwa wanaume, magarso wanaume. wana. Magarso mko wanaume? Ndio. Basi mko wanamke? Aha. <laughs> Niliwaza sasa nitangaje. Msichana kimwambia ni mwanamke ama mtukana, si vile? Lakini wanaume yeye anazaliwa na zile tam nani character za kiaume tu anapenda awe mwanamke. Hata kama ha, hayaoa lakini asikia tu kama yuko mwanaume tu, si vile? Ndio. Lakini hata niwaambie kwamba tuko kwa watu wangapi? Tuko wanaume na na wanawake na Mungu alipoumba, alipatia ujera nani na nani? Mwanaume ndio ndio, aliumba akapatia wajera yaani. Na katika ekonoma, katika uwakili nani anaambiwa? Je, ni mwanaume tu? Wote wawili wanafana, wana gani? Wanaambiwa nani atatunza wana. Sabati ni baba tu? Ni mama tu? Hapana. Jinsia mbili zote zinaambiwa sawa sawa sawa. Ndio maana sasa hapa tulifanya kuwa washirika wa ile mali ambayo Mungu alikuwa ametupatia kwa kumaliza hapa. Kuna vipengele vya uwakili, tunapata kuwa na uwakili wa kiungu, yaani tujue kama Mungu ndio mmiliki mmiliki na mtegemezaji, eh, wa mbingu na nchi. Mbingu inatengamana sababu Mungu anaipatia usalama na dunia ni vile ya- yafaa tujue hili kitu kwanza. Ya pili usimamizi wa wanadamu, sisi wanadamu tuko tukotuwasimamizi, lakini mambo yote ni ya nani? Ni ya Mungu. Ya tatu uhusiano wa kiwima au relation vertikale, relation vertikale ni kusema Mungu iko pale nasi tuko chini, yafaa kuwa uhusiano wetu na nani, na Mungu, tujere vizuri uhusiano wetu na Mungu. Ukisoma tu Biblia unajua Mungu anapenda nini, anachukia nini. Pale huko, unaboresha ile uhusiano wako na nani? Na Mungu. Jambo la ina kufuata ni matarajio ya kusudi ya makusudi, matarajio ya makusudi. Makusudi letu ni gani? Mmiliki ana lengo katika alichokifanya, ana matarajio kwa msimamizi ili kutimiza kusudi lake, yaani tuna- tuna tuna devoir Mungu kumpatia kwa kile ambacho ametuwekesha. Unapokizingatia wewe mwenyewe na kikamata kabisa na kishikilia bila kukitoa, unamkosea yule ambaye amekupatia hapa. Yaani ukiwa mchoyo, umemsahau yule ambaye amekupatia mali yake. Pale uisha uvunja uwakili deja, sababu ile ndio baadhi ya uwakili. Yule ambaye amekuwekesha anaruhusa kukuomba kila kitu chochote kwa wakati wowote, wa nipe hiki, utasema hapana, nachama huko naki, nipe hiki, nipe hiki, nipokeze hiki, nipokeze hiki. Wewe gusa mgara ya Mungu tu muletei, sababu ile yenye uko nayo ni nani? Ya Mungu. Na hata kuomba kile ambacho hakukuwekesha, anatuomba kwa kile ambacho amefanya nini, ametuwekesha mamlaka na rasilimali. Kama una mamlaka, una uwezo kudunia au unaesuze mbalimbali ile yote yafaa ujue kwamba Mungu amekupa kusudi umtungie uwajibikaji kama wakili uumbaji wa Mungu, tuna waji, tunawajibika mbele za Mungu kwa jinsi tulivyosimamia mali zake, nous devons rendre compte. Tutaulizwa mtu apela sipopenda, ataulizwa jinsi alifanya namna gani aliweza kujerebu mali ambayo Mungu amempatia kwanza mara ambayo umepatia ni mali gani? dunia yote dunia yote se kwa msimi yako, kama hauna kitu ujiulize, kwa nini hauna? eske huko huko jera maana kaujue kujere mzuri. Ukiona vizuri tukio wa jera hauwezi kosa kitu yenyewe utamiliki hapa kwa dunia, sababu dunia yote ni mali ya nani? Wewe utakosa kazi, utakosa na kuwa mlimaji, ukose kuwa mfugaji, ukose kuwa komesa, utasema huko huko jisonga. Kweli huko nani, huko huko vrejera unaenda kushota maji unauzishe, matma, upate ta makuta, utasema uko jera, kumbe tu ulisha- ulishakuuzi kuwa e kuwa jera ni kujua kwamba uliweko kwa pale kusudi uweze kutumika siku sitafanya yes. Lakini ya saba pumuzika ni dhambi kuja kumuzika, na ukufanya kazi ni dhambi, ni uvunjaji wa Sabato kuja kupumuzika na ukufanya nini? yes. Wanafunzi mko Wanafunzi wanaweza niambia sema mimi sisi atulimaki atuchunguzake kazi tunikusoma mm hasa -hmm. kumbe tunamtaka sababu hapana. Unapoenda kumdarasa una, unasoma vizuri unafuata mwalimu huko -hmm. Unafanya kazi. Haiko vile? Ndio. Unafanya examen. Hasa ni siku ya saba ukuja kufanya namna gani? Ukuja kupumzika. Huko unalima sababu siku moja utafanya nini? Mm -hmm. Utavuna. Haleluya. Siku moja utavuna. Wale wanaoambiwa, lakini wakati wa ukuenda kukazi kukaa, kwenda kwa masomo, Utafuta kazi ambayo utafanya, utafula, utafanya nini? Utapika chakula, si kwa kufanya kazi basi? Lakini mtu ambaye hafanyi kazi, yule mtu amevunja sheria. Ndugu wapenzi, Mungu atubariki mchana wenu, atupe kujua kwamba yote tunayokuwa nayo ni baraka ya Mungu, atupe kujua ukuu wa uwakili wa Kikristo. toi kwa sije ya leo, la grandeur de l'économie chrétienne. Ekonomi ni iko na grandeur kubwa sana, kiasi kwamba hakuna fasi ya kugusa ambako hautagusa mali yako, kuanzia wewe mwenyewe. Hauna ruhusa kujitawala jinsi unapenda. Una Wewe ni mali ya nani? Asubuhi tumejifunza fundisho nzuri sana na Mungu na mwalimu wa leo. Ametufundisha kwamba katika mwili yetu kuna kuna organe moja ambayo ni nini? Alikusa tu ulimi. Mwingine siku nyingine anagusa kulisikia. Siku nyingine mwingine anagusa kumigua au mikono. Siku zingine vile. Au mwingine anagusa kukinywa eh, kuki ndio ulimi, kukinywa ndio ulimi. Sivile? Lakini ile ulimi nayo tulipewa nayo tuli tuijere vizuri, nayo ni yeah, mali ya nani? Ya Mungu. Ambia kama ile ukijere ulimi unaifunga, kabisa unaifunga vizuri manake, unakontrola mwili yako yote yote, nakontrola mwili yako yote. Kwa hiyo sasa tuko wagerant wa, wa mali za Mungu, tuzitumie vizuri jinsi Biblia inasema. Zaidi sana tuwe wasomaji wa Biblia, tukue na kreda la Biblia na tuzame katika utume na tunapotumia pesa kutoka gara ya Mungu, ambayo imetumia zima na kile ambacho Mungu ametuwekesha, kazi ya Mungu weze kusonga mbele na isi, atakapokuja tuweze kuripufama a mbinguni katika jina la Yesu amen, amen, amen.